Kwa hiyo daktari akapita, akasema leo hatuwaruhusu, tutawaruhusu kesho. Basi daktari bado anapita raundi, mtoto akapiga kelele moja tu akazimia, akazimia siku tano. Alipoinuka akawa hivi, hatembei tena wala aongei wala akayi, wakaturudisha Muhimbili. Hapa ni Chamwino mkoani Morogoro. Hakika hujafa, hujaumbika. Nuhu mtoto mwenye umri wa miaka mitatu na nusu mpaka sasa amekuwa ni mtu wa kitandani. Ugonjwa wa degedege umemfanya mpaka sasa hali yake ya kiafya kuwa si shwari. Hapa mama yake mzazi anasimulia tatizo hili ambalo limempata mwanaye huku akitujuza kwamba mwanaye alikuwa mzima, lakini alianguka ghafla na kumsababishia degedege. Karibu katika mwendelezo wa ripoti kutoka Faza Families Media. Nilijifungua vizuri, lakini alipofikisha miezi mitatu tukaenda kliniki, zile sindano za miezi mitatu alipochomwa tu akakauka pale pale kliniki. Tuliporudi nyumbani, mtoto akaendelea na ile hali, ikakata saa sita ya usiku. Ikaenda wiki nyingine, akaendelea hivyo hivyo kila wiki akawa naumwa, kila wiki anaumwa. Nilikuwa naishi Kilosa. Kilosa wakanihamisha, wakaniambia, je, uhamie mkoa kwa sababu huyu mtoto hatumwezi degedege kila wiki. Kahamia kule kwa sababu kule kuna matibabu mazuri kuliko hapa kwetu. Kwa hiyo nikawa nimehamia hapa Morogoro. Nilipofika hapa mtoto akaendelea hivyo hivyo, kuna daktari akawa amenikatia bima maana na wao wakawa wameshindwa, wakaniambia kwamba bima ikishakuwa tayari uende Mwimbili. Basi ilipokuwa tayari ile bima nikaelekea Mwimbili. Nilipoenda Mwimbili wakaniambia mbona mtoto ni mzima, kipindi hicho anatembea. Ni mzima, shida ni nini? Nikamwambia anasumbuliwa na degedege wiki, kila wiki. Basi madaktari wakaniambia hii bima sawa, ni kubwa lakini inatakiwa itumike mwaka huu, mwaka unayokuja ndo apimwe hivyo vipimo ambavyo vinatakiwa apimwe. Kwa hiyo mama, tunataka laki mbili na kumi. Nikawambia mimi sina basi nikarudi. Niliporudi rudi hawakumpima mtoto, akapata homa tena ya kutapika na kuharisha, nikaenda hospitali. Nilipoenda tukalaza, wakamtibia akawa sawa siku hiyo daktari akapita akasema, leo atuwaruhusu, tutawaruhusu kesho. Basi daktari bado anapita raundi, mtoto akapiga kelele moja tu akazimia, akazimia siku tano. Alipoinuka akawa hivi, hatembei tena wala aongei wala akai, wakaturudisha Muhimbili kule Mwimbili hapa wakuniambia kwamba mtoto amepatwa na ulemavu. Nilipofika Mwimbili wakaniambia mama, mtoto amekuwa na ulemavu. Basi nikarudi changamoto zikaongezeka, ile bima nikawa nime inaelekea kuisha. basi ile bima nikaenda naye, nikawa naenda tu Muhimbili, basi hapo wakanihamisha. Naenda Muhimbili kila mwezi kila mwezi, kuna dawa akawa amemwandikia za kuzuia degedege ambazo ni gharama. Basi nimeenda Muhimbili lakini ilipofika mwaka jana mwezi wa tano, ile bima ikawa imeisha. Mwezi wa sita wote nikawa nalazwa nalazwa, nalazwa. Baadaye nikakutana na watu wajai, wakaanza kumhudumia huyu mtoto. Wamemhudumia lakini lakini, imefika muda kuna wakati wanakosa fedha, kwa sababu dawa zake ni gharama mno, na kingine, huyu mtoto kuanzia hiyo mwezi wa tano tulipoonana na daktari mpaka leo hajaonana na daktari, kwa sababu wale walinisaidia tu kununua dawa wakaniambia, hela ya kukata bima sisi hatuna, kwa sababu sisi hela zetu tunakusanya kidogo kidogo, tunaenda kwa huyu elfu moja mm, elfu mbili na ndio maana mwanao anapata dawa, lakini hatuwezi kukusanya laki tatu kumi na mbili. Kwa hiyo wewe, sisi tutakununulia dawa kila baada ya siku kumi na tano njoo uchukue hela na nunua dawa basi. Mm -hmm, tuendelea hivyo lakini, ikafika siku wakaniita, mm -hmm, wakaniambia sasa hivi hivi familia haiwezi kufanya chochote, nikawambia familia, mm -hmm, kwa kweli haifanyi chochote, mm -hmm alikuwepo mdogo wangu ambaye ananisapoti kwanzia nimepata haya matatizo. Alikuwa ananisapoti kodi, ananisapoti kila kitu, kwa maana nyinyi mnanunua dawa, lakini yule anajua vyote vya nyumbani, ajue sabuni, ajue kila kitu. Kwa hiyo sina familia ya kusema hivi, labda ndugu atachanga hiyo laki tatu. Sina basi. Wakaendelea hii kwa mwezi wa tisa, wakaendelea hivyo, lakini ilipofika mwezi wa kumi, tukakosa dawa mtoto kumbe zile degedege bado zipo zikarudi, mm, kwa nguvu. Baadaye nikafikiria, maana nilikuwa na hadi na mbunge, kesi yangu wanayo na nimeenda mara nyingi pale yanisaidie, lakini bado halijafanikisha. Nikaenda tena kwa mkuu wa wilaya, mkuu wa wilaya akanipa barua ili nipite kuomba nipate hiyo laki tatu na kumi na mbili, lakini kila nikipita kuomba sipate chochote sipate kitu yani, mtu anaangalia ile barua anakupa, lakini kipindi hicho tayari mtoto anahitaji dawa ambazo zinauzwa elfu tatu kila mwezi na kila mwezi na wale pale wanaokuambia sasa hivi hali ni ngumu. Kwa hiyo nikaona hapa mtoto na mtoto nishaambiwa akiacha ile ile dawa inakuwa ni hatari zaidi, na nimefikiria kwamba Muhimbili siwezi kwenda na nadaiwa laki nane kwa sababu mwezi wa kumi mwaka jana nimeenda nimelazwa nikawa na bili ya laki nane, kwa hiyo sikuilipa ile hela. Sasa na kianza kuumwa tena na hapa walishonitoa wameniomeshia mwimbili, kwa hiyo nikasema bora nitafute msaada mwingine ambaye nitamsaidia mtoto asiteketee. Jana nikafika ofisini kwenu gari mnisaidie, kwa sababu mtaani natembea lakini sipati chochote na siwezi kufanikisha swala. Ninayo mengi lakini naona la muhimu kwamba mwanangu akiwa na bima, mengine haya yatakuja tu. Ninayo mengi, nahitaji mtaji nifanye chochote. Kama sasa hivi hapa siwezi kufanya chochote kwa sababu mtoto yupo hivi, lakini kama ntapata mtaji ntafanya, ntaweka hata mtu anisaidie Niende na biashara ili mambo mengine yaendelee. Maana hata akipata bima bado mimi nahitaji kula, nahitaji nilipe kodi. Kama saizi nadaiwa maana nilikuwa na hela kweli ya kodi nilipewa. Lakini hela ya kodi nikaingiza kwenye dawa ambako katikati hapa dawa zenyewe zimepanda. Nimeziingiza kwenye nani kwenye dawa. Kodi sijalipa miezi mitatu. Kwa hiyo unakuta nakwama kwa sababu sina cha kuzungusha na watu imefika wakati wamechoka. Hata huyo mdogo wangu sasa hivi ananiambia dada na maisha magumu, kwa hiyo amekuwa hana support kama ile mara ya kwanza. Ehe, kwa hiyo najikuta kama nakosa msaada kwa sababu yeye biashara zake na yeye zimeyumba. Alafu ni mtoto ambaye nilikuwa na, mimi na namsimamia na, amesoma mpaka anamaliza form four naye mimi akafaulu, lakini a, kipindi amefaulu ndo najifungua huyu mtoto nikajikuta mimi nimekwama na yeye shule hajaendelea. Kwa hiyo ameenda Dar es Salaam ana shughuli zake sasa hivi ndo hizo akipata elfu kumi hiyo hapo. Kuna kipindi alikuwa anashughulika na kodi ashughulike sabuni vyote. Vipi kuhusu baba mzazi wa Nuhu? Hapa mama yake na Nuhu anatufahamisha kuwa baba yake na Nuhu walitengana tangu alivyobeba uja uzito wake mpaka sasa Nuhu ana umri wa miaka mitatu lakini jambo la kusikitisha ni kwamba baba mzazi wa mtoto huyo mpaka sasa hakuna msaada wowote alioufanya. Ugomvi wetu tulianza kuanzia na mimba ya mtoto huyo ndo tulianza, maana tulipofikisha mimba ya miezi saba yule baba akabadilika, na nikawa nasikia huko mtaani kwamba ndugu zake wanataka wamwolee. Basi na mtoto wangu alivyofikisha hiyo miezi mitatu yule baba kaoa, na mpaka leo kaoa. Na mtoto kwa kweli matumizi ya mtoto sipati. Mawasiliano. Mawasiliano. Mm. Tuna hmm. Kama hivyo kimuomba bwana naomba elfu tatu ya kula, anakuambia hmm. nitakutumia lakini anakuambia mimi maisha yangu magumu. Juzi kati Jumatatu hmm. mm. iliyopita nilienda. Kwa sababu familia yao hmm. yote mimi tulikuwa hmm. hatuongei. Kutokana na mambo ambayo wamenifanyia wanaenda kumuolea mtu na kati kipindi hicho, mimi na watu, na, na watoto watatu na huyu mtoto mdogo ameshapata matatizo, lakini wao hawakuniangalia. Kwa hiyo tukawa hatuongea tuna ma, mawasiliano mazuri. Lakini ile Jumatatu iliyopita nikaenda. Nikamwambia, jamani naomba mnisame nilipokosea mnisaidie, naomba tu bima. Yote tumefanya mpaka leo, mtoto ana miaka mitatu na miezi saba hakuna msaada anayepata kupitia kwenu. Ni ndugu zangu mimi ndo ahangaike, wajue kula kwangu, wajue kodi na mimi. Sasa hivi Kilosa siwezi kuishi kwa sababu huyo ana shida, ambaye hawezi kuna muda hawezi kupumua. Kwa hiyo unakuta ile hospitali ya Kilosa ina, ina gesi ndogo, unaweza ukamuumiza mtoto, na ndio maana wakanihamishia huko. Kwa hiyo nilipoenda, wakaniambia tutakaa kikao tutajua cha kufanya, tutachopata tutakupa. Kwa hiyo kuna ahadi hiyo, lakini na mimi nikiendelea kuhangaika kwa sababu kuna dawa ambazo zinauzwa elfu tisini na tatu. Na mtoto akikosa dawa mtoto anazidiwa, na kuna bima ambayo inatakiwa na mengi na yahitaji. Lakini la kwangu moja kwamba akipata bima mtoto akiwa salama, basi na mimi kuna vitu nitafanya, kuliko akiwa anaumwa muda wote ndio maana unakuta naangaika na nahitaji msaada. Kipindi nipo Muhimbili kuna wale wa, watu wa ustawi kwa sababu wananifahamu vizuri mm. Na, nilikuwa nikifika pale wananisaidia vifaa vya pale pampers si nini sabuni, hata nikirudi wananikusanyia vitu vya miezi hata mitano. Siku moja tukawa tumeongea na mwenyekiti wa hapa hapa kwenye mtaa wangu, wakamwambia kwamba waliongea naye, lakini baadaye wakanipa maagizo wakaniambia, mama Nuhu, ukirudi, kuna tasafu una, unaijua au unaisikia? Nikamwambia na huwa naisikia. Akasema ukifika, mwambie mwenyekiti afanyaje, amwandike huyu mtoto, kuna kipato ambacho mm kinapatikana kule kwa ajili ya kukusaidia. Nikamwambia sawa. Mwaka jana hiyo, niliporudi kweli nikamweleza mwenyekiti mm. Nikamwambia bwana, na maagizo kutoka Muhimbili wameniagiza hivi na hivi. Akachukua daftari mwenyekiti akaniandika, lakini mpaka mm. leo hakuna nachopata, na naendaga mara nyingi kuchukua barua pale, hata kwa mtendaji naendaga nachukua barua. Kesi yangu unaijua, jamani, mimi na shida ya bima, mtoto wangu bima, yani huwa sitaji kula kwa sababu mambo mengine hayo yanapatikana tu, lakini swala la mtoto kwamba matibabu ndo la muhimu zaidi. Basi, nikienda pale nachukua barua naenda kwa mbunge. Kweli mbunge ana kesi zangu, hata huu mwezi wa nne mwaka huu tumeonana. Kuna siku nimeenda pale, mtoto anaumwa, akanipa barua nikatibiwe, akaniambia mama, nitakulipia bima yako, ndio mpaka leo chakula nilichoagizwa Mwimbili kwamba anywe supu ya samaki kama na uwezo kila siku, kwa sababu madini chuma ndani yake, walipompima ikaonekana kwamba yamepungua, na pia matunda ya yasikose, na anywe mm, uji wa lishe ambao umekamilika, mm, yani vyakula ambavyo vizuri vizuri lakini hakuna kinachokamilika hata kimoja, hakuna nachokamilisha hata kimoja. Hamna supu ya samaki, hamna sijulishe, hamna chochote kile. Chakula nachokula mimi cha kawaida ndo nampa, hamna matunda. Siku nikipata hela namnunulia mwanangu matunda, lakini mara nyingi nakosa kwa sababu na majukumu mengi, mara nyingi nakosa kwa sababu hata nikipata fedha, mimi sina kazi. Mtu mfano kanipa elfu kumi nitakuja hapa kuna maji, kuna mambo mengi. Kwa hiyo unakuta mambo ya mtoto hata mm, mtoto kapewa ile 10000 lazima nitaingiza tu kwenye vitu ambavyo vya muhimu. Kwa hiyo mm, mambo ya matunda, na niliagizwa kwamba anywe maziwa kila siku, lakini hakuna ninachotimiza na hivyo vyakula nilivyoagizwa, mm, na nikaambia kwamba ndio dawa ndio dawa sana kubwa, kwa sababu yeye walipompima wakagundua kwamba ubongo umesinyaa hauna mawasiliano mazuri na mwili, kwa maana anapopewa vile vyakula, vile vyakula ndio vinafanya kwamba mawasiliano yake yarudi kwa spidi. Ila kanipa kwamba huyu atatembea, hajakuwa mlemavu moja kwa moja, ila tu nifuatilie masharti atatembea na atakaa vizuri, simama na simama afanye chochote nase mm. Neno langu la mwisho, nahitaji msaada wao wanisaidie, kwa sababu akili yangu imeshafika mwisho. Nimejitahidi hapa nilipojitahidi, mpaka sasa sioni njia tena. Nimekuwa mama ambaye nakaa na mtoto lakini tayari, njia yani, zile zimeisha. Kwa hiyo, Tanzania naomba wanisaidie naomba msaada kwa ajili ya mtoto wangu akae vizuri, na natumaini siku moja kwa msaada wao mwanangu atatembea, kwa sababu anahitaji matibabu makubwa, lakini nimebaki sasa, sina fedha, sina chochote kumsaidia kwa sasa, kwa sababu mara ya kwanza nilikuwa na msaada lakini yeah, imefikia wakati watu wale ambao walikuwa wananisupoti na wao wamesema imefika mwisho. Kwa hiyo naombeni msaada wenu ili mwanangu aendelee na matibabu mwimbili ikiwezekana apate hivyo vitu nilivyoagizwa, ili siku moja na, nitumai kwamba atembee. Tamaa yangu ni mwanangu kutembea, si akae hivi, kwa sababu atapokosa huduma nzuri hata inuka, na ndo nilichoambiwa, hata inuka ataka hivi hivi. Anahitaji mazoezi, anahitaji kula vizuri, lakini vyote hivyo sina. Ninacho kidogo sana ambacho naweza nikamsaidia. Inafika wakati saa nyingine nakosa fedha hata yeye mwenyewe kula Eh. No, <coughs> namba zangu za simu ni sifuri sita ishirini moja themanini na tatu ziro ziro sitini. Jina linatoka Lucy Stanley Bahati.